Alafu ndokanaz vizuri nyumbani na ukisema, tuanze saa hii kaka, hapa inaonekana

mitikasi ya kuwa sawa eh. madili moja likuwa nimepata hapo, lakini sasa kwa bahati mbaya kafariki ibosa. Kutoka hapo eua yoyote oene fikia hapa, najaribu kupata kazi mingine yoyote, lakini bado sijafanikiwa. Nimekuwa na hali ngumu baya nikuache hadi uliyokuwa nao nitaona ni heri nije nijenawe hapa nyumbani ili uweze kunielezea na ulivyonielezea mm -hmm. Nitakusaidia kaka, kwa hiyo usiwe na wasiwasi wewe wasi. Hapa kuwa kama kaka yangu mfupi wewe, sababu mimi ni kama mm -hmm. mdogo, tutakuwa kama kaka yangu mkubwa mm -hmm. wewe tuishi tu maisha mazuri, na kama ni mambo ya kazi utaweza kupata. Nashukuru sana